Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, TMA, imetangaza upungufu wa mvua za msimu LANINA ambazo hunyesha kipindi cha Novemba hadi Aprili. Lakini pia tuliangalia kuanza kwa msimu wa mvua hizi kwa maeneo ya kanda ya Magharibi kama nilivyosema kwa awali, kwa maana imekuwa Tabora, Katavi na msimu a wa Kigoma, tukitarajia kwamba mvua hizi zingeanza wiki ya nne ya Oktoba na wiki ya kwanza ya Novemba matokeo ni kwamba wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Oktoba mvua hizi zilianza katika maeneo hayo. Kwa tutasema kwamba mvua zilianza. Lakini kwa maeneo ya kanda akati, si ya kati, kwa maana mikoa sita kwa mkoa wa Dodoma tunatarajia kwamba mvua zilianza wiki ya pili na tatu ya Novemba ya 2024 na mvua hizi zilianza wiki ya pili ya mwezi Novemba ya 2024, pia maeneo hayo mvua hizi zilianza kwa wakati. Kwa maeneo ya kanda ya nyanda za juu kusini magharibi na kusini mwa mkoa Morogoro tulitarajia kwamba mvua zingeanza wiki ya kwanza na ya pili ya Novemba elfu mbili na ishirini na nne na mvua katika maeneo hayo zilianza wiki ya nne ya mwezi Novemba elfu mbili na ishirini na nne, kwa maana kwamba mvua zilianza. Akitoa taarifa hiyo jijini Dar es Salaam, kaimu mkurugenzi mkuu na makamu mwenyekiti wa jopo la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabianchi Dr Ladislaus Chang'a amesema hali hiyo imetokana na upungufu wa joto la chini ya wastani hadi chini ya wastani mashariki mwa bahari ya Atlantiki. Haya maeneo tunatarajia kwamba yatapata mvua za chini ya wastani naomba nisisitize, atapata mvua chini ya wastani hadi wastani. Lakini kwa upande wa kanda ya nyanda za juu kusini magharibi ambayo inajumuisha mikoa ya Rukwa, mikoa ya Songwe, Mbeya pamoja na Njombe, Iringa na Morogoro kusini a, pamoja na kanda ya kusini mkoa wa Ruvuma na pwani ya kusini mikoa ya Rindi na Mtwara haya maeneo tunatarajia kwamba yatapata mvua za wastani hadi chini ya wastani. Sasa uh, ifuatayo ni tathmini ya uh, kuanza na kuisha kwa mvua uh, kwa upande wa kanda ya magharibi ambayo kama nilivyoainisha inajumuisha mikoa ya Kigoma, Tabora na Katavi. Maeneo haya tunatarajia kwamba mvua zitaanza wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Oktoba na kuisha katika wiki ya nne ya mwezi Aprili na wiki ya kwanza ya mwezi Mei. Lakini kwa upande wa kanda ya kati mikoa ya Dodoma na Singida, haya maeneo tunatarajia kwamba mvua zitaanza katika wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Disemba na kuisha katika wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Aprili. Lakini kwa upande wa nyanda za juu kusini magharibi, katika haya maeneo tunatarajia kwamba mvua zitaanza katika wiki ya pili na ya tatu ya mwezi Novemba Aa, na kuisha katika wiki ya nne ya mwezi Aprili na wiki ya kwanza ya mwezi Mei elfu mbili ishirini na sita. Kwa upande wa pwani ya kusini mikoa ya Rindi na Mtwara na kusini mkoa Ruvuma, maeneo haya tunatarajia kwamba mvua zitaanza katika wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Disemba na kuisha wiki ya nne aa, ya mwezi Aprili na wiki ya kwanza ya mwezi Mei. Amesema upungufu huo wa joto ndio unaosababisha kukosekana kwa unyevu wa kutosha. Msimu wa mvua kwa mwaka huu Novemba 2025 hadi Aprili 2026 tunatarajia kwamba utatawaliwa na vipindi ukavu na kuwepo na vipindi virefu vya ukavu na mtawanyiko wa mvua usioridhisha katika maeneo mengi, kutokuwepo na vipindi virefu vya ukavu na mtawanyiko wa mvua usioridhisha katika maeneo mbalimbali na mwisho akatoa angalizo kwa baadhi ya sekta ikiwemo kilimo. Uh, angalizo ambalo tunalitoa ni kwamba msimu wa mvua wa mwaka huu Novemba 2025 hadi Aprili 2026, tunatarajia kwamba utatawaliwa na vipindi virefu vya ukavu na mtawanyiko wa mvua usioridhisha katika maeneo mengi. Ukianza na sekta ya kilimo na usalama wa chakula athari ambayo imeainishwa ni pamoja na upungufu wa unyevu katika udongo, unaweza kujitokeza katika maeneo mengi na kuathiri ukuaji wa ukuaji na maendeleo ya mazao na kupunguza mavuno. Ukianza na sekta ya kilimo na usalama wa chakula, athari ambayo imeainishwa ni pamoja na upungufu wa unyevu katika udongo, unaweza kujitokeza katika maeneo mengi na kuathiri ukuaji wa ukuaji na maendeleo ya mazao na kupunguza mavuno. Lakini pia upo uwezekano wa kuongezeka kwa wadudu waharibifu uh, wa mazao kama vile panya na mchwa. Ushauri ambao tumeutoa ni, wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba kwa wakati, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa kuzingatia hali ya unyevu katika udongo. Mvua hizi za msimu huonyesha katika mikoa ya Kigoma, Katavi, Singida, Dodoma, Rukwa, Songwe, Mbeya, Iringa, Njombe, Lindi, Mtwara, Ruvuma na Kusini mwa Morogoro. <muchos>